ya MCA na hiyo, nauhakikishia tunashinda, sote tunanyakua zote. Kwa hivyo kila mtu akae choncho kushinda yake. We expect to win more than 90% of all these seats, so lazima pengine tufungue WhatsApp access to candidates and to the officials so that we can share some of these things. Kama iko swali, ni kama nimeona mitandao ingine kama Israeli imekuja hapa siku hizi, unaona mboga yako imetani hivi, unapiga picha, unauliza swali, una, una post experts wanatoa maoni yao kabla hujaenda kuona, naenda free, unanunua dawa na spray mimea yako inapona. So tufungue mtandao tukombee notes maalimu. Naona tuko wiki tunaenda kusaidia kusambulia. Ya mwisho ni kuwatakia mema.